Serikali nitakayoiunda ina dhamira ya kutafsiri na kutekeleza ilani ya uchaguzi mkuu ya Chama cha Mapinduzi 2025 hadi 30 mipango mikuu ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, uchumi wa bluu unaojumuisha utalii, uvuvi, mafuta na gesi asilia, mazao ya baharini, kilimo cha mwani, bandari na biashara zinazohusiana na usafiri wa baharini ni sera kuu ya serikali ya awamu ya nane. Katika kipindi cha pili cha uongozi serikali itaongeza jitihada za kuimarisha sekta za uchumi wa bluu ili kuchochea kasi ya kukuza uchumi wetu. Katika utalii, bandari na usafiri wa bahari vina umuhimu mkubwa kwa nchi za visiwa kama ilivyo Zanzibar. Katika kipindi hiki tutaendeleza ujenzi wa bandari jumuishi ya Mangapwani inayojumuisha bandari za mizigo, uhifadhi wa makontena, uhifadhi wa mafuta na gesi pamoja na uhifadhi wa nafaka. Aidha, tutajenga bandari za kisasa za abiria Mpiga Duri na Kizimkazi kwa Unguja na Shumba na Wete kwa Pemba, pamoja na kuimarisha misitu. Na mali asili ni rasilimali muhimu kwa maendeleo ya Zanzibar na watu wake. Kwa kuzingatia hilo, serikali itachukua hatua za makusudi kulinda na kusimamia mali asili na misitu yetu kwa matumizi endelevu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Mheshimiwa Spika, miundombinu ya usafiri na usafirishaji ikiwemo barabara na viwanja vya ndege ina umuhimu mkubwa katika kuchochea ukuaji wa uchumi, kuimarisha huduma na kuchochea uwekezaji. Katika kipindi hiki serikali itaendeleza ujenzi wa miundombinu ya usafiri. Ni matarajio yangu kuwa baraza hili tukufu la kumi na moja litanipa ushirikiano mkubwa, mimi na serikali yangu, katika kufanikisha jukumu letu la kuwaletea maendeleo ya wananchi wa Zanzibar kwa mafanikio zaidi.